Mtazamaji wangu, kuna mpasuko ndani ya kitengo cha polisi ukipenda National Police Service. Mbona ninasema hivyo? Itawezekanaje aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anapata mipango yote ya polisi, jinsi ambavyo walikuwa wamepangwa kumzuia asiingie katika kaunti ya Nakuru. Kuna mpasuko ndani ya kitengo cha polisi na mpasuko huu, wachache wako upande wa Gachagua na wengine wako kwa serikali. Sasa hawa ambao wako upande wa Gachagua ndio wanaambia Gachagua kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya serikali, ile mipango ambayo inapangwa dhidi yake hawa wachache ambao wanaambia Gachagua hawafurahi jinsi ambavyo serikali inapanga kumfanyia Gachagua mabaya. Mfano, yapita masaa mawili aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameweza kuanika bayana mipango yote ambayo ilikuwa imepangwa kumzuia asiingie katika kaunti ya Nakuru siku ya Jumapili tarehe nane mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita kupiga kampeni za one term, jinsi ambavyo unaona hapo. Gachagua akaandika kwa kimombo, nataka tuweze kujadili pole pole, uweze kuona jinsi ambavyo mpasuko upo ndani ya National Police Service kwa sababu Awezi ukaniambia tu kwamba Gachagua alikuwa malaika akajua, haya ni polisi wameweza kumpea. Sasa wanamwambia hivi bana, IG, when we called on you on Friday 30th January 2026 with other national leaders, before you had two deputies and other senior officers You gave us several commitments. Gachagua anaeleza kwamba tarehe 30 Januari walienda katika afisi ya Inspector General wa polisi, mahala ambapo alikuwa na makamu wake makamu wake wawili, mm -hmm. Akawaeleza kwamba atahakikisha au Inspector General akawahakikishia kwamba hawatakuwa na usumbufu kwa sababu Gachagua na viongozi wengine upinzani walikuwa wameenda kuripoti kwamba wamekuwa wakizumbuliwa kipindi ambapo wanafanya mikutano yao ya kisiasa. Kulingana na Gachagua, anasema kwamba huyu Inspector Generali akawaambia kwamba kutakuwepo na mabadiliko kuanzia sasa hivi, na akawaambia kwamba polisi haitaweza kutumika na wanasiasa. Akasema kwamba among them was a clarification that the National Police Service is a political is a political and would not meddle in politics you went ahead to give us an assurance that the service will respect constitutional provisions that guarantees freedom of movement and assembly acha wanasema hivi uliweza kutuhakikishia kwamba polisi hawahusiki kwenye maswala ya siasa, wanaweza wakalinda kiongozi wa upinzani au wanaweza wakalinda viongozi wa serikali. Akawaeleza kwamba eti polisi hawataweza kuhusika kwenye siasa yoyote, alafu akawaeleza kwamba polisi wataenda kufuata katiba ya Kenya ambayo inapea mkenya uhuru wa kusonga kutoka sehemu moja kuelekea nyingine na hata kuita mikutano au kujumuika kwenye mikutano. Gachagua akaendelea kusema kwamba you give a category, you give a categorical under taking that under your command the police will never disrupt public meetings. Or stop leaders from engaging members of the public. Mr. Gachagua anaeleza kwamba Bwana Inspector Jenerali wa polisi aliweza kumwambia Gachagua na wenzake kwamba polisi hawataweza kuharibu mikutano au kusimamisha viongozi wa upinzani au viongozi wowote wasishiriki kwenye mikutano. Gachagua akasema hivi, naomba unipe wakati nikusomee ni posa utaelewa hili. we doubted, we doubted your assurance but nonetheless we give you the benefit of doubt while knowing very well You have surrendered the, you have surrendered the command of the national police service to politicians, political operatives and goons. Gachagua akasema kwamba yaani, tulikuamini tu shingo upande kwa yale ambayo ulikuwa unatuambia, lakini tukaweza tu kukuchukulia tu yaani kidogo tu kukuamini kidogo, huku tukiwa tunajua kwamba umekwisha peana polisi elekea kwa wanasiasa na wanasiasa ndio wanaendesha polisi. Polisi wanashirikiana na vibaraka wa serikali ya ukipenda guns. Akaendelea kusema kwamba I specifically alerted you that the police command in Nakuru county was in the hands of this post to the county governor. Akamwambia Gachagua, akamwambia Inspector General kwamba kikosi cha polisi katika kaunti ya Nakuru kipo chini ya mume wa gavana wa kaunti ya Nakuru ambaye ni Susan Kihika. Akamweleza kwamba sure as December 25th in Christmas you seem to have no authority of police in Nakuru county and you have regrettably surrendered the same to a business partner of Mr William Ruto, who is responsible for the importation of duty-free sugar and rice the to the detriment of Kenyan farmers. Anaeleza hivi hata tarehe 25 siku ya Krismasi, haukukuwa unajua kwamba polisi wa kaunti ya Nakuru wako chini ya mfanyabiashara ambaye ni mume wa gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika, ambaye ni mfanyabiashara, wanafanya kazi pamoja au wanafanya biashara pamoja na William Ruto, ambaye huwa analeta sukari ambayo haitozwi ushuru pamoja na mchele ambao hautozwi ushuru, unakuja kuharibu soko la wakulima wa, wa taifa letu la Kenya. Akaeleza hivi, yesterday on Sunday, the beast body ordered the Nakuru County Command Mr. opuru Emmanuel of telephone number blah, blah, blah to erect a roadblock of Karati River and stop my entrance from entering Nakuru County from Nyandarua County to address the public at Kinamba Trading Center Naivasha anasema kwamba mume wa gavana wa kaunti ya Nakuru aliweza kuagiza komanda wa polisi wa Nakuru kumzuia Gachagua asija kaingia Nakuru kwenda kufanya nini? Kwenda kuhutubia wananchi ambao walikuwa wanamtegea. Akaendelea kusema hivi, The police in four Land Cruisers under the command of Naivasha OSPD Mr. Sigei Wilson of telephone number blah, blah, blah, had officers masking their faces and harassed the members of the public for over one hour and withdrew after hundreds of agitated members of the public arrived at the scene and demanded the roadblock to be removed to allow my entrance access, access to Nakuru County Unaona Gachagua? Mimi ninashangaa mpaka ametoa wapi namba. Alafu unataka kuniambia kwamba hakuna mpasuko ndani ya jeshi la polisi. Unataka kuniambia tu kwamba hakuna mpasuko jinsi ambavyo nimeweza kuwaeleza kupitia kwa title yangu. Unataka kuniambia tu kwamba hakuna mpasuko. Kama hakuna mpasuko, Gachagua angejulia angiju, wapi mpaka majina? Gachagua angejulia wapi mpaka namba? Gachagua angejulia wapi mpaka komanda mwenye alikuwa anaongoza hichi kikosi cha polisi? Anasema kwamba hichi kikosi cha polisi ambacho kilikuwa kimefunika nyuso zao, waliweza kuzuia barabara, wakafukuza wafuasi wake, na kipindi ambapo walifika, walipoona kwamba wafuasi wamekuwa wengi, ilibidi tu waondoke. Gachagua akaendelea kwamba "The Naivasha police command is notorious for using its officers to disrupt our meetings." Unaona, an, an, an, anasema kwamba komanda wa polisi wa Naivasha mwenye anaitwa bwana Sigei Wilson, anasema kwamba yeye ni notorious mwenye askii maneno na amekuwa akitumia polisi kuwaagiza kuharibu mikutano ya bwana Gachagua. Gachagua akaendelea kusema kwamba, On 29th March 2025 police under command of Mr. Keter attacked us, Maimayu and Naivasha town and the junior police officers are loudly complaining that now Mr. wilson Sigei is misusing them to do dirty political work when crime is on the rise in Naivasha, sub subcounty. Mr. IG, you need to inform the public why you have surrendered the police, you have surrendered the command of the National Police Service to a business associate of William Ruto. Unaona, mpaka picha akaweza kuziweka hapo za hao polisi. Gachagua akaeleza vizuri kwamba mnamo tarehe ishirini na tisa mwezi wa Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano polisi ambao walikuwa chini ya komanda wao bwana Keter waliweza kuwashambulia upande wa Maimayu na Ivasha pamoja. Sasa polisi ambao wako chini ya huyu komanda wao wamekuwa wakilalamika, mbona bwana Wilson Sigei na bwana Keteri wanawatumia vibaya kuweza kufanya biashara ambazo si nzuri, kuweza kufanya mambo ambayo si mazuri kutubia, kutupia viongozi wa upinzani vitoza machozi, kutupia viongozi wa upinzani kitu ambacho kinaitwa mawe. Na ndio maana nimekueleza kwamba kuna mpasuko ndani ya polisi, kuna mpasuko ndani ya kitengo cha polisi. Unaona hawa hawa hawa maafisa wa polisi ambao wanalalamika ndio wameweza kutoa hizi taarifa. Gachagua mwenyewe ameweza kusema kwamba kuna maafisa ambao wako chini ya bwana Sigei na bwana Keter wamekuwa wakilalamika na kusema kwamba wanatumika kuweza kufanya biashara mbaya, kusambaratisha mikutano ya viongozi wa upinzani. Sasa akamwambia bwana IG kwamba unahitaji kuweza kuambia Wakenya, mbona umeamua kuachilia polisi wako chini ya mume wake, Susan Kiika ndio anakuambia Gachagua. Vyenye ako hivi, ako na watu ambao wanamwambia taarifa ambazo zinaendelea katika taifa letu la Kenya. Wewe unapata kipindi ambapo serikali imepangia Gachagua, Gachagua anapata hizo taarifa mapema, kwa sababu unapata kwamba unapata kwamba kuna wale ambao hawafurahii jinsi ambavyo serikali inataka kuharibu mipango ya rigadi Gachagua au serikali inataka kuharibu mikutano ya rigadi Gachagua, hivyo basi wanaamua kuambia rigadi Gachagua mapema. wanaamua kuambia rigadi Gachagua mapema kwamba, n -n -n, hapa wameweza kukupangia. Sasa Susan Kiika, gavana wa kaunti ya Nakuru, ameweza kukuja na kujitetea sana huku akimuita Rigathi Gachagua kwamba yeye ni mkabila. Ninaomba nikusomee paragraph moja au nikusomee haraka haraka jinsi ambavyo Susan Kiika amesema. Uh, Kiika amesema hivi, baada ya Gachagua kuchapisha hizo taarifa ambazo zimeonyesha kwamba polisi katika kaunti ya Nakuru wanaongozwa na mume wa Susan Kiika, akasema hivi, gum the gods want to destroy, they first make mad. Mr. Gachagua, you are losing it. My spouse clearly leaves rent free in your head. Is it because he refused to be blackmailed and exto extorted, extorted by you for a protection fee like you do other mulima businessmen? Didn't you ask him to do a Didn't you have him do business with your son have the evidence didn't you call him to partner with you for importation of sugar and he declined that you, are that you, want, that, that you now want to come here and act brand new let me stop there but no you can't intimidate us and there is a lot more where that came from what are you so afraid of that you seem to be chasing your shadow you came to kinamba naivasha yesterday and 90% of your speech was insulting my spouse and i you didn't even give a single agenda on, you, on what you want to do for the country should you ever be elected though we all know you can't even run due to the small issue of impeachment . Now you run around crying wolf. What are you? What are you really afraid of? Uh -huh. For the avoidance of doubt let me repeat what I said about your visit to Nakuru you like any other, you like any other person are welcome to Nakuru anytime However, Your hobby of incitement and bad manners should be checked at the county's entrance. We are at Cosmopolitan County and don't entertain small-minded tribal bigots. Umezidi. mpaka katusi rigadi gachawa kwamba yeye ni mtu ambaye yuko na akili ndogo. Lakini katika hii kauli yake Susan Kiika ameweza kuhakikisha kwamba yeye aliweza kutuma polisi waweze kumzuia. Kwa sababu umesikia mahala ambapo anasema kwamba, However, your hobby of incitement and bad manners should be checked at the county's entrance. Kumaanisha, yeye aliweza kuagiza polisi kuweza kufanya nini kumzuia Rigathi Gachagua. Unaona, Susan Kiika amejaribu sana kumtetea mume wake lakini Gachagua kulingana na jinsi ambavyo yupo na kulingana na jinsi ambavyo yupo na wafuasi na yuko na wananchi ndani ya jeshi la polisi la Kenya wameweza kumweleza kila kitu ambacho serikali inapanga tidi yake. Sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji, ila mimi ninataka niweza kueleza kwamba ndani ya polisi ndani ya polisi mpasuko upo, wengi wako kwa serikali na wachache wapo upande wa Rigathi Gachagua, ndio hawa ambao wanavunjisha siri kuja kwa Rigathi Gachagua. Mimi ni bwana Ezra, asanteni sana.